Chukue fursa hii kutoa pongezi kwenu kwa kuidumisha kamati hii tokea mwaka iliyozinduliwa mwaka 2005 hadi leo. Kama tulivyoambiwa hapa, imefanya kazi kubwa ya kuhamasisha amani, imefanya kazi kubwa ya utatuzi wa migogoro, na kwa kweli ni, ni jambo la msingi sana kuendelea kuwa na kamati kama hii ambayo eh, mustakabali wa nchi yoyote ile ni uwepo wa amani. Kwa hivyo, tukiwa tuna kamati zinazofanyia kazi amani kabla haijavunjika ni jambo la msingi sana. Nawashukuru sana kwa kuja na muongozo, muongozo wa viongozi wa dini kuhusu uchaguzi. Kwa hiyo ni vizuri sana kuwa na muongozo kama huu. Nashukuru kwa kunipatia nakala hii, nitaisoma vizuri, na ni mategemeo yangu kwamba viongozi sote tutausoma mwongozo na tutauzingatia. Manabii yaliotangulia Nabii Isa, Nabii Zakaria, Nabii Yahaya, kwamba walikuwa wanaomba amani, wanataka amani, siku ya kuzaliwa amani, siku ya kufa na amani, siku ya kufuliwa. Na mimi naongeza kwamba kamati hii vipindi vitatu nasi na kama alivyotaka nabii na vipindi vitatu hivi vilevi siku ya kupiga kura, watu wawe na uhuru, wapige kwa uhuru, wakiitaapa wenyewe amani. Siku ya kuhesabu kura ya pili, hapana kizuizi, kila mtu ana wazi mambo na amani, siku ya kutoa matokeo ya kura. Mara nyingi shughuli zetu zinakuwa ni mazungumzo kwa hivyo, si aghlabu sana kuisikia kamati inafanya kazi katika vyombo vya habari. Mara nyingi ni mazungumzo, panapotokezea jambo tunakuwa tunamwita, kwa sababu ni nasaha zaidi ambayo ndio tunayoifanya. Lakini pamoja na hilo, huwa tuna shughuli mbalimbali ambazo zinafanywa kamati kikawaida. Kuna kamati kuu ambayo ndio inaundwa na viongozi wakuu wa hizi taasisi, kwa sababu kamati ni ya taasisi. Kama ndani ya watu hakuna amani, basi hakuna maendeleo tungetamani kwamba watu wawe na amani kutoka ndani ili waielezee nje, alafu na basi tuwe na maendeleo, kwa sababu kutakuwa na ushiriki mkubwa katika kazi za kimaendeleo. Kama ni chombo cha kidini, kinachohitaji ni amani na utulivu. Kwa mpaka leo imetufikia sisi, na sisi tumepokea kutoka kwa waliotutangulia, tunaendeleza jambo hili. Elezea uchaguzi ni nini, tunataka watu wetu wajue ya kwamba hata kwenye dini swala la uchaguzi uchaguzi si sababu ya kuhitilafiana, bali ni kuchagua na iwe iweje. Mmoja atakuwa rais, mmoja atakuwa mbunge, mmoja atakuwa mwakilishi kwenye, haiwezi kutokea mkawa wote watatu. Kwa hiyo uh, dini inasema nini kuhusu